Kwanza ni kushukuruni eh, kwa ziara eh, ambayo imefanyika ya Chama cha Mapinduzi kupitia kamati ya siasa ya ukaguzi wa miradi. La kwanza nataka nikuthibitishie wilaya yako ya Hai ina usalama na shughuli za uzalishaji na shughuli za miradi ya maendeleo kama hivi zinaendelea. Kwa hiyo tunataka tuwahakikishie wananchi pamoja na wewe mkuu wetu wa, wa mkoa na katibu kwamba kazi inaendelea. Lakini jambo la pili, sisi ni wauza duka na wenye duka leo wamekuja kukagua hesabu, na wewe ndio meneja wa maduka kimsingi. tumetumia zaidi ya bilioni kumi na nne kwenye miradi hii. Mradi wa kwanza wa maji, chanzo chake ni bilioni tatu. Mradi wa pili tumeuona, lakini tupeleke tu shukurani kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Hai kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa Rais. Sisi wananchi wa wilaya Hai tunamshukuru sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wameifanya. Hatuna cha kumlipa zaidi ya kuhakikisha kwamba katika jambo lake la kihistoria lililopo hapa karibuni, sisi Hai tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha wananchi laki mbili wale wenye sifa ya kupiga kura wote wanampigia kura Mheshimiwa Rais. <coughs> Uh, tunazo sababu za kwa nini tutampigia kura. Tumekagua mradi wa umeme. Ilani ya Chama cha Mapinduzi yenye kurasa mia tatu na tatu inaeleza kwamba kufikia mwaka 2025 tutapeleka umeme kwenye vijiji vyote. Sisi tuna vijiji 62. Hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakiwaki umeme wa nishati ya maji ambayo Mheshimiwa Rais ametuletea, lakini pia tunavyo vitongoji 290 vitongoji vyote mpaka sasa tunavyozungumza vimbaki vitongoji kumi na tano na tayari bilioni kumi inawekwa imewekwa, tumeeneza na mpaka tutakapokwenda kwenye uchaguzi tutakuwa tumebakiza vitongoji nane tu mm. Hii ni kazi kubwa sana ya Mheshimiwa Rais kwa kipindi cha miaka yake minne hapa wilaya Hai. Peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais. Mwambie Hai ni Hai na kazi inaendelea. Asanteni sana.